Ukimuona muislamu na tabia mbili, tahadhari naye. Si haramu, lakini tahadhari naye. Muislamu ambaye anaongea ongea kiingereza sana, hata wakati hakuna haja ya kuongea kiingereza kila saa, you know, you know, you know. Huyu tahadhari naye. Kuna ndugu yetu mmoja akitoa mawaidha katika mji mmoja hapa Kenya, akisimama msikitini kutoa muhadhara, wazee wote wanatoka msikitini. Yeye mazungumzo yake tisa ni kiingereza, moja na wanatia kiswahili ndani, na anajua kiswahili Anawaambia watu msikitini siku ambayo utakufa, utakapozikwa kwenye grave, kuna angels wawili wanaitwa Munkar wa Nakir, if you are a bad person eh, watadini na wewe sawa sawa. <laughs> Sasa jamani, kudini na wewe ndo maana yake nini? Sasa hii ni lugha ya mtu anataka kujifakhiri, tutaongea kiingereza wallahi mahali kuna haja. Labda kuna mtu ajui lugha ya kiingereza hapa, tutaongea na yeye eh, anajua kiingereza peke yake. Samani katika biashara kuna watu wanakuja wajui lugha nyingine, tutazungumza na wao. Na tabia ya pili, ukimwona naye Muislamu ambaye sio haramu eh? lakini tahadhari naye eh? <laughs> ni Muislamu ambaye vazi lake ni suti kila siku, anavaa suti tena ile rangi ya blue, wengine wanavaa rangi ya black. Tahadhari naye huyo. Unajua wazungu waliitengeza suti kwa malengo ya kuwatisha naye watu. Wewe leo ukitaka kumtisha mtu eh? Vaa suti rangi nyeusi ama rangi ya bluu, alafu ingia naye kwenye ofisi ya mtu ama duka ya mtu. Hey, jamani, huyu anaonekana mkubwa wa serikali huyu! Na wallahi, tutavaa suti wakati kuna haja ya kuvaa suti, tutavaa suti, lakini kila siku mtu vazi lake ni hili, wanasema baadhi ya wanazuoni, tahadhari naye, maana yake atakuonyesha, mimi si mtu wa kawaida, mimi